Hili hapa ni shamba dogo lenye ukubwa wa ekari moja ambalo tunalitumia kufundishia wakulima na wafugaji namna kutumia eneo dogo kwa kuzalisha mazao bila kutumia madawa au mbolea za viwandani, na hivyo kulinda afya ya mlaji, mazingira na mkulima mwenyewe. Hapa huyu binti amekuja kununua mboga za majani, yaani msusa. Yeye hununua kwa jumla na kisha kwenda kuuza katika soko la rejareja fungu kila fungu hapa ni shilingi mia. Sawa, hapo shilingi mia mbili hapo mia tatu hapo mia tano mia sita sawathaya kule mbele. Haya, ni dhahiri, magonjwa mengi huanzia tumboni, na ndiyo sababu iliyotufanya Aje Farms mashamba na utembea kuanzisha bustani maalum, bustani ya Eden, the garden of Eden, kwa ajili ya kumrudisha mwanadamu katika asili yake kwa kula vyakula ambavyo ni salama kwake, vyakula ambavyo vimezalishwa bila kutumia dawa za viwandani ama mbolea za viwandani. Katika shamba hili tunayo matunda na mboga mboga, lakini pia tunafanya ufugaji wa samaki na mifugo mbalimbali mbali. Pengine ungehitaji kujifunza namna magonjwa ambavyo huanzia tumboni, magonjwa kama presha, kisukari vidonda vya tumbo na magonjwa mengine mengi. Tafadhali usikose kutuuliza kwenye comment section. Aje Farms, mashamba yanayotembea.